Karibu msikilizaji, katika sehemu ya mjadala wetu Israel leo inafanya kumbukumbu kumbu ya miaka miwili tangu shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023 lililofanywa na wanamgambo wa Hamas ambapo takriban watu elfu moja mia mbili waliuawa katika siku mbaya kabisa katika historia ya nchi hiyo. Marafiki na jamaa walikusanyika kwenye eneo kuliko kufanyika tamasha la muziki la Nova kuomboleza wapendwa wao waliowapoteza katika mashambulizi ya Oktoba 7 ikiwa ni miaka miwili iliyopita, na huko nchini Misri mazungumzo kuhusu mpango wa Rais Donald Trump wa Marekani wenye vipengele ishirini yanaendelea katika mjadala wetu, tunaye Abdul Fatah Musa akiwa huko Tehran nchini Iran, na tunaye mchambuzi wetu wa masuala ya siasa za mashariki ya kati, pia vilevile vile, Ibrahim Rahbi akiwa huko Dar es Salaam, Tanzania. Karibuni sana. Mambo ni mengi, kwa hiyo tujitahidi kuangalia moja kwa moja, majibu jinsi yanavyotakiwa kuwa mafupi mafupi. Nianze nawe Abdul Fatah Musa, ni miaka miwili sasa maisha kwa wakazi wa Gaza wa Palestina na ulimwengu mzima kwa ujumla katika kipindi cha miaka miwili, unaweza kutoa tathmini gani kuhusu jinsi yalivyobadilika maisha ya Wapalestina katika eneo la ukanda wa Gaza? Ni hali ambayo haiwezi kutafsirika wala haiwezi kuelezeka kwa kuzingatia kile ambacho tu walimwengu wote wanakiona kupitia vyombo vya habari mbalimbali, na jinsi Wapalestina hawa walivyopitisha miaka miwili hii katika mazingira ya mateso, ya mauaji, ya hofu ya hata eko katika hali ya njaa, pamoja na kuwepo misaada ya kibinadamu ya kuweza kuwafikia, na katika wakati huo ambapo kwa upande mmoja kuna mpango wa kurejesha amani na kumaliza vita vya Gaza ambao unatia hali fulani ya matumaini na hofu kwa wakati mmoja. Tunaweza tukasema kwamba kwa upande wa ulimwengu, miaka miwili hii ya vita vya Gaza yamelifanya suala la Palestina kuwa ni suala linalowahusu walimwengu wote, bila kujali mipaka yao ya kijiografia, imani zao za kidini mitazamo yao ya kisiasa au hata matabaka yao yalivyo na marika yao. Kwa ujumla, limekuwa ndilo suala ambalo tunaweza tukasema linawaunganisha walimwengu wote kwa mtazamo wa kiutu, kuona mm -hmm. kwamba Wapalestina licha ya yale yaliyotokea Oktoba saba mm -hmm. lakini wakati umefika kwa ulimwengu kuchukua hatua, kuona Wapalestina nao wanaishi kama binadamu wakiwa na taifa lao. Narudi kwako muda usiokuwa mrefu, tumsikilize Ibrahim Rahibi hapo Dar es Salaam. Miaka miwili vita Gaza uh, vikiendelea ni kwa sababu mashambulizi haya uh, yalitikisa Israel katika msingi wake, na kwa kutaka kujibu wakaanzisha vita vikali sana huko uh, Gaza. Uh, unaona kuna manufaa yote ambayo yamejitokeza kwa upande wa Israel kutokana na vita hivi, ama unaona athari ndizo ambazo zimekuwa nyingi zaidi kwa Israel na Wapalestina vile vile? Rahibi, unatusikia haya. Nirudi nirudi kwako tena Abdul Fatah Musa, natumai umelisikia swali hili. Wacha nikutupie swali hili tena ulijibu, unaonaje? Unaona kumetokea faida uh, zaidi kwa upande wa Israel kama zipo zozote au uh, unaona ni athari ndo zimekuwa nyingi kwa pande zote mbili Israel na pia vilevile wakazi wa Gaza wa Palestina? kwa upande wa Wapalestina wa Gaza nadhani nimebainisha katika majibu langu la kwanza, lakini kwa upande wa Israel eh, kile ambacho tunaweza tukasema kwamba kimekuwa na taasira kubwa zaidi kwa wao kwa kuanzisha vita hivi ni kwamba kwanza, kwa upande mmoja eh, vita hivi vimechafua haiba ya Israeli, vimeifanya Israeli ile ambayo walimwengu wengi walikuwa wakiliangalia kama ni taifa la watu ambao wamepitia magumu mengi ya mateso, hasa mauaji ya Holocaust yaliyosababishwa na utawala ya wa kinazi wa Ujerumani. Kwa hivyo ni watu ambao walikuwa kweli wanastahiki kupata huruma na kuhakikishiwa kwamba wanakuwa na taifa lao, lakini kile ambacho Israeli imekifanya baada ya miaka miwili ni kile kile ambacho wayahudi walikipitia katika utawala wa Nazi, lakini ni kibaya zaidi, kwa sababu Umoja wa Mataifa, majopo ya wataalamu wa masuala mauaji ya kimbari, makundi yote maarufu ya kutetea haki za binadamu kama Amnesty International, Human Rights Watch, na hata makundi ya kutetea haki za binadamu ya Israel kwenyewe yameeleza waziwazi wazi kwamba katika muda huu Israel imekuwa ikiendesha mauaji ya kimbari na maangamizi ya kizazi katika ukanda wa Gaza. Nafahamishwa kwamba Ibrahim Rahbi sasa hivi amerejea katika laini ya simu kama kuwa umenisikia unaweza ukaendelea, uh, kujibu swali, na kama ulikuwa bado hujanisikia, ni kuhusu miaka hii miwili uh, ya shambulizi la Hamas, jinsi unavyotathmini maana yake, uh, kwa upande wa yale manufaa na malengo ya Israel kama yamefikiwa, uh, na athari zake. Ta, na shukuru sana. Kumekuwa na kupanda na kushuka katika kile kitu ambacho unaweza kusema kutimiza malengo kwa Israel katika hili Ukiangalia Oktoba saba lile tukio na mwitikio wa ulimwengu ulivyokuwa, unaweza kusema kuwa ulimwengu wa magharibi karibu wote ulikuwa umehamia upande mmoja. Hata ulimwengu ambao sio wa magharibi, kiasi kikubwa uliunga mkono kile kilichotokea, lakini eh, kilichofanywa na Israeli katika kujibu kilichofanywa na Hamas, unaweza ukarudi kwenye tafsiri ambayo aliwahi kuitoa marehemu Papa Francis eh, akasema kuwa hauwezi kujibu ugaidi kwa ugaidi, kwa sababu kilichokuwa kikifanywa na Israeli kilionekana kimevuka kile kilichofanywa na upande wa pili wa Hamas. Lakini kuwa uungaji mkono wa Israeli uliendelea mpaka hivi e, katikati mwa mzozo, nchi nyingi zikaanza kujitoa kwenye kuungwa mkono baada ya kuona kuwa majibu ya Israeli hayakuwa yale ambayo yalipaswa kuwa, na ndio maana tukaona kuwa kuna wimbi kubwa sana la nchi za Magharibi kuhamia upande wa pili lakini si nchi za magharibi kuhamia upande wa pili, lakini kwa siku za karibuni tukaona nchi nyingi raia wa nchi za magharibi wakihama kwa Israel na kwenda kwa upande wa pili, na ndio maana unaona kura za maoni nyingi ambazo zimefanyika katika nchi za magharibi ikiwemo Marekani, uungwaji mkono wa Wapalestina umekuwa mkubwa wa kuzidi Israel, na hata kiwango cha ja kushuka cha kuungwa mkono wa Marekani ndani ya Marekani kimekuwa kikubwa ukilinganisha na ilivyokuwa kwa hiyo, mm -hmm. Kuna wakati Israel ilifaidika na vita, hata kipindi ambacho labda wa mzozo wa Hassan Nasrallah kuuawa tayari ndani Israel walifaidika na kuungwa mkono kweli kweli, lakini kwa hivi karibuni, e, si majukwaa ya kimataifa, sio majukwaa yoyote, Israel imekuwa ikipoteza taratibu kabisa, na hata Donald Trump katika interview yake ya mwezi uliopita alikiri wazi kuwa ushawishi wa Israeli ndani ya Marekani umepotea mm -hmm. Hmm, lakini akasema kuwa Israeli inaweza ikashinda Israeli vita ya Gaza, lakini itapoteza ungoji mkubwa, mkono mkubwa wa dunia. Kwa hiyo hii ndio hali ambayo Israeli wamefaidika nacho, mapigano haya kufanyika tu Gaza peke yake. Katika kipindi hiki cha miaka miwili tumeona Hizbullah ambao wamekuwa wakifanya eh, mashambulizi pia kutokea kwao Lebanon kuelekea Israel, na Israel nayo ikiwapiga. Ah, tumeshuhudia pia Wahuthi nao wakiishambulia Israel. Eh, tumeshuhudia pia Hamas wakiendelea kuvurumisha makombora Uh, na mashambulizi yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara katika kipindi chote hiki e, cha miaka miwili. E, maadui wa Israel katika Mashariki ya Kati, ungeweza kusema kwamba wamedhofika katika kipindi hiki cha miaka miwili ama wameimarika zaidi baada ya shambulizi la Hamas la Oktoba saba mwaka elfu mbili ishirini na tatu ni ni kweli unachokisema kuwa hii inakuwa imegawika katika pande. Ukiangalia kwa mafanikio ya kudhofisha maadui, Israel alifanikiwa kwa sababu ndani ya kipindi hiki cha miaka miwili tunaona vita ya Hizbullah ambayo ilikuwa ni mwiba mmoja wa Israel upande wa kaskazini, na hata mgogoro wao ulikuwa ni mbaya zaidi upande huo kwao. Israeli ilifanya juu chini kuhakikisha kuwa inaweza ikaua wale viongozi wa ngazi za juu kabisa wa Hizbullah na ilifanikiwa, lakini kutoka kwa Hizbullah tunaona kuwa Israeli ilifaidika kwa kudondoka kwa serikali ya Bashar al-Assad ambayo unaona kuwa ilikuwa ni kauli ya Netanyahu ambayo ilisema kuwa tunachora upya mashariki ya kati, na kilichofuata baada ya pale ni mabadiliko ya kule Siria ambapo kwa unaona kuwa Irani alipoteza. Kwa hiyo hili unaweza kusema hii ni faida ya upande wa pili wa Israeli ambayo ilipoteza, lakini mara hii pia Israeli alipata pigo jingine baada ya kujiingiza kwenye mzozo wa Irani ambalo kiasi kikubwa lilidhalilisha zaidi uwezo wa jeshi la Israeli ambao kwa miaka imekuwa ikiaminika kuwa ni jeshi bora sana na imara, na hata ndani ya Israeli mm -hmm. maswali yalikuwa mengi ya uwezo wa jeshi la Israeli kuwalinda raia wake. Kwa hiyo kuna sehemu amefaidika, lakini kuna sehemu pia hakufaidika alipata hasara katika kipindi hiki. Eh, Tatu, tusome kidogo maoni alafu tumsikilize eh, Abdul Fataha ah, anasema nini kuhusiana na ah, wimbi kubwa la nchi nyingi kuja kuitambua dola ya Palestina na mwelekeo wake katika mazungumzo ya Cairo. Tatu ale Sylvester Samba sekea Arusha anasema miaka miwili ya vita imesababisha mateso makubwa kwa raia wa Gaza, hata kama Hamas imedhoofika, kinachohitajika hivi sasa si ushindi wa kijeshi, bali suluhu ya kudumu ya kibinadamu. Kipara Original anasema kwani rais wa Marekani Donald Trump ameshindwa kutekeleza ahadi ya kumaliza vita hivyo. Na Juma Mhela akiwa Nzega anasema vita huanza kama mchezo, hatimaye hukomaa taratibu, hususan kama hakuna suluhu. Tunaomba amani Mashariki ya Kati. Haya, tunaomba amani mashariki ya kati. Abdul Fattah Musa, juhudi zinaendelea Cairo kujaribu kutafuta ufumbuzi, kutafuta mwarobaini wa mgogoro huu wa mashariki ya kati. Uh, nchi nyingi, haijawahi kutokea katika historia kwamba zimeungana pamoja na kutambua dola huru la Palestina mwelekeo wa mazungumzo ya Cairo na matumaini yaliyopo katika vipengele ishirini mpango wa rais wa Marekani uh, Donald Trump, vipengele ni ishirini. Sijui kama vingekuwa hamsini ingekuwaje au kumi na tano? Uh, unazungumziaje matumaini haya ya kupatikana uh, suluhisho mara nyingi mimi napenda kulizungumzia hili katika sura ya hali ya tamaa na hofu kwa wakati mmoja, mm -hmm. Kwa maana kwamba tunajua rais Trump amekuwa akitafuta sana huu maarufu wa kutambulika kama kiongozi mpenda amani na amleta suluhu katika migogoro ya kimataifa, na ni jambo ambalo limempa kiu kubwa ya kutaka apate tuzo ya ya, ya Nobel kwa ajili ya suala hilo. Lakini kinachotia hofu ni kwamba uh, yeye yeah, rais Trump mwenyewe ni mtu ambaye anajulikana kwamba ni muungaji mkono wa Israeli. na Ulimwengu ameshangaa kuona kwamba alipotangaza mpango huo waziri mkuu wa Israel, uh, Netanyahu naye ameukubali papo hapo bila kukataa, pamoja na kwamba baadaye ametoa kauli za kuonyesha kwamba ameutia kasoro na kubadilisha yale ambayo yamekusudiwa ndani yake. Kwa hivyo suala la kutafuta suluhisho hili la vita na kumaliza vita hivi na kuhakikisha mateka wanaachwa huru ni suala la msingi, na mpaka taarifa tulizopata katika mazungumzo ya jana yalipoanza Jumatatu, tumeambiwa <coughs> kwamba kuna ishara chanya juu ya suala hili, na leo maya mazungumzo anaendelea huko Cairo lakini kusema kwamba mazungumzo haya yanatupa matumaini makubwa ni jambo ambalo ni vigumu kulitabiri. Hasa hofu yangu mimi uhum, juu ya suala zima kwamba kinachopiganiwa sasa ni kutaka kuona mateka wote wa Israeli wanaachiliwa huru. Hakuna anayejua kwamba baada ya kufanyika hilo kweli, Israeli na Marekani kwa ujumla zitabaki katika msimamo wao wa kuonyesha ukweli wa kuendeleza yale yaliyokusudiwa katika vipengele hivyo. Hili ni jambo ambalo linatia wasiwasi. Ibrahim Rahbi, mkutano wa Kairo ni funika kombe mwana haramu apite? Uh, bila shaka unaweza ukaweka kwenye tafsiri kama hiyo pia, kwa sababu uh, kwangu mimi haya, haya maazimio au hivi vifungu ishirini vya Donald Trump kwangu mimi, kwa tafsiri yangu vilikuja kwa lengo maalum kabisa la kuziba njia ya suluhu ya kudumu. Mm -hmm. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu mazungumzo ya Kairo, sio kusema tunapata mwarobaini. Mwarobaini maanake huwa ni tafsiri ya kwenda kutatua tatizo, lakini hii labda tunapata dawa ya muda ya kutuliza, kwa sababu njia halisi iliyokuwa inakwenda kumaliza mgogoro ni ile ambayo ilianzishwa na Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka arobaini na saba lakini ikawa inafunikwa inarudishwa. Hata hivi mwaka jana kwenye unga sabini na tisa mm-hmm. ilianzishwa na jukumu akakabidhiwa Saudi Arabia na Ufaransa. Haya, sasa uamuzi wa Trump wa kuja na hili jambo ilikuwa ni lengo hasa la kuzuia mpango kamili ambao una suluhu ya kweli na kwenda kutuletea azimio au jambo ambalo analitaka yeye tu katika kutimiza anayoyataka. Ibrahim, Ibrahim pole sana, muda wetu umeshatutupa mkono. Nakushukuru sana kwa kushiriki mjadala wetu, Abdul Fatah Musa, ukiwa huko Tehran nchini Iran. Asante sana Tatu Karema upande wa pili wa studio. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji endelea kuwa nasi.